Lakini kwa hakika kwa sababu ulimwengu wa leo ni wa wasomi, hivyo tunapowapatia vitabu kwao ni kitu cha thamani sana, na hivyo kazi ya Mungu itamalizwa na vitabu, kazi ya Mungu itamalizwa na vitabu. Na katika juma hili ipo aya kuu ambayo hii inapatikana katika kitabu cha Warumi 15 mstari ule wa nne. Uh, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Hili ndilo fungu letu kuu katika juma hili, na kama tulivyotangulia kuimba wimbo mkuu ambao unapatikana katika kitabu kidogo namba mia 39, uliniimbie tena neno la uzima. Wimbo huu unasema, neno hili linafundisha kweli, lakini neno hili linatolewa bure. Lakini acha tu bure, hili neno lina nguvu ya kututakasa kwa haki ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hili neno linaweza kubadilisha maisha yetu. Hili neno linaweza kufanya jamii ambayo inapitia katika kipindi kigumu malezi mabaya katika jamii ya leo likabadilisha familia nyingi na jamii ikaongoka, na tukawa na jamii nzuri ambayo iko tayari kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Kabla sijaenda mbele, niseme kisa hiki kwa nini neno hili linabadilisha, lina lina nguvu ya kutakasa, lina nguvu ya kuyafanya maisha kuwa mapya. Kitabu ambacho nilisema kwamba katika juma hili nitazungumza habari za matukio mbalimbali ambayo yanatokea ulimwenguni kwa wainjilisi wanaosambaza wa, machapisho au vitabu vya kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika nchi moja huko, uh, Amerika, Canada, wainjilisi wa vitabu walikwenda kufanya kazi ya Mungu na uh, ndipo mwinjilisi mmoja mama huyu anatoa shuhuda kwamba anasema ipo siku nilitembea sana na sikuuza vitabu. Nilitembea kwa, kwa muda mrefu, lakini wakati nilipoanza safari ya kurudi nyumbani nikasikia sauti ikiniambia ah, nenda kagonge au kabishe katika nyumba ile. Na nyumba hii ilikuwa ni nyumba yenye hadhi kubwa, geti lilikuwa na walinzi, na anasema kwamba nafsi yangu ikaona hofu na nikaanza kusita kwenda katika nyumba ile nikiwa nimekata tamaa kwa siku nzima, nikiwa sijauza hata kitabu kimoja, hata kugawa chapisho moja katika nchi hii, nikiwa nina akili ya kuwaza kwamba leo nimeingia katika eneo gumu, roho wa Mungu akaongea nami, akaniambia nenda kagonge katika nyumba hii. Na nasema nilipofika, nikabisha hodi katika ile nyumba. Nilipobisha hodi katika nyumba ile, mlinzi wa nyumba ile alipofungua akaniambia Umekuja, kwa, umekuja kufanya nini katika nyumba hii na ume, umewasiliana na nani katika nyumba hii? Ah, nikamwambia kwamba sikuwasiliana na mtu yoyote, lakini mimi ninauza vitabu, mimi ni mwinjilisti wa vitabu, na katika jioni hii Roho wa Mungu amenituma nije hapa katika nyumba hii, ameniambia nifanye kitu katika nyumba hii, hivyo nina ninalo tumaini kwamba ile sauti iliyonituma hapa haikunituma bure. Na anasema yule mlinzi akaniambia, subiri kwanza nikaongee na bosi wangu. Akaingia ndani kuongea na bosi, akamwambia, yupo mtu, mama mmoja anajitambulisha kwamba yeye ni mwinjilisti wa vitabu na amekuja kuuza vitabu, na anasema nataka kukutana na wewe. Yule bosi akamwambia, wewe usimwambie aingie ndani, tafadhali mwambie aondoke, sitaki kusikiliza habari yoyote inayohusiana na neno la Mungu. Na yule mlinzi akarudi akamwambia bosi kasema hataki kusikiliza habari yoyote. Habari yoyote kuhusiana na neno la Mungu. Yule mama anasema nikamwambia, basi kwa sababu nauza lakini nina, ninacho kitabu ambacho nataka kumgawia bure. Hichi kitabu utampa wakati akiwa ametulia. Akamwachia kitabu cha Jipatie Amani Moyoni ambacho sasa tunakita Jipatie Amani Moyoni, lakini ni kitabu cha Njia Salama. Anasema yule dada, akakikuta kitabu kile na aka kama akaleta dharau juu ya kile kitabu, akakichukua, na anasema akakitupa, hakukisoma. Lakini anasema sauti ya Mungu ikaongea na yule dada yule dada sasa ndiye anatoa shuhuda baada ya yule mwinjilisti kurudi siku nyingine, baada ya kuandika namba katika kitabu, yule dada alimtafuta yule mwinjilisti. Nifupishe kwa kusema kwamba yule dada aligundua kile ambacho kilikuwa kinamsumbua kipo katika kitabu kile, na dada huyu alikuwa amekata tamaa, kwa sababu alipoteza mtoto wake, mtoto ambaye alimwomba Mungu kwa kipindi kirefu akampatia, lakini yule mtoto alikufa, na baada ya hapo mume wake naye akapoteza maisha kwa ajali, lakini anasema huko nyuma alilelewa na wazazi waliomcha Mungu. Wazazi wake walikatwa mapanga wakafa mbele yake na watu ambao walikuwa hawataki imani ile iende katika nchi yao, hivyo walikata tamaa na akapoteza tumaini, akaamini kwamba hakuna Mungu katika maisha yake, na aliposoma kitabu kile kikampatia tumaini, ndipo Alipompigia yule mwinjilisti simu, na alipompigia akamwambia, ninahitaji machapisho mengi, unatokea kanisa gani? Akamwambia, mimi natokea kanisa la Waadventista wa Sabato. Akasema, sijawahi kuona ujumbe kama huu, akitoa machozi, machozi akiwa nambubujika, anasema, Bwana ameonekana katika maisha yangu. Anasema, akaeleza kisa na akaeleza mambo yaliyomgusa katika maisha yake, yaliyofanya akakata tamaa, na anasema, katika kitabu hiki nimemwona Bwana nimemwona Bwana na mwejiisi anasema, mpaka leo yule dada ni mwadivendisa msabato anayemcha Mungu, ame, ame, ame, amefanya kazi kubwa ya kusambaza machapisho kwa, kwa, kwa fedha zake mwenyewe, na anasema nitafanya kazi ya Mungu mpaka nitakapolala usingizi wa mauti. Kitabu cha, cha, cha, cha, cha njia salama ndicho kilichobadilisha maisha yake, mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, mtu ambaye alikuwa amechoka na alikuwa amejifungia ndani akisubiri tu kufa. Alikuwa hataki kukutana na mtu yeyote, lakini kitu kibaya zaidi, alikuwa hataki kuonana na mtu ambaye ana habari juu ya neno la Mungu, namna vitabu vinavyofanya kazi. Hapa tunajifunza nini? Jambo la kwanza ni utayari wa kuondoka, kupeleka machapisho. Wapo watu wanaoteseka, wapo watu ambao hawana tumaini tena wapo watu ambao hawana wa hata tumaini la ujio wa Yesu mara ya pili, lakini mimi na wewe tunajua habari hizi njema. Tumeshindwa kusema kwa kinywa chetu, kutamka habari hizi njema za wokovu bila, bila bila aibu. Kitabu hakina aibu, kinaweza kufika kwa mtu kama huyu, kikampatia tumaini, kikampatia amani, kikampatia furaha, na siku moja taji mbinguni zitakapo wekwa katika vichwa vya watu walioshinda, huyu naye at, at, at, at, atakuwa ataji zako zitakuwa ni nyingi kwa sababu ya kitabu ulichokipeleka. Lakini huyu naye atakuwa ni miongoni mwa watu wenye shuhuda kwamba isingekuwa ule ujumbe ulionipa leo, nisingekuwa hapa. Katika jioni ya leo, yapo mambo machache nitayazungumza tunapokwenda katika maombi, kazi ya uinjilisi lakini kazi ya wainjilisti uh, wa vitabu katika kanisa letu katika kanisa letu, kanisa letu. Uh, mchango wa wainjilisti wa vitabu katika utume wa kanisa. Fungu ambalo tutalisoma leo ni kitabu cha Isaya Isaya ile ya 60 mstari wa kwanza na wa pili, Isaya 60 mstari ule wa kwanza na mstari ule wa pili, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema nini katika kitabu kile cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza na wa pili? Neno la Mungu linasema hivi: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, ondoka uangaze. Rafiki yangu, katika jioni ya leo, niseme jambo hili, nuru uliokuwa nayo inapaswa iangazwe kwa watu wengi na nitaangazwaje? Ni kwa mimi kufungiwa miguu ya utayari, kuwaendea watu ambao wako katika giza. Neno la Mungu linasema kwamba giza kuu litafunika kabila la wanadamu. Lipo giza, lipo giza kubwa katika ulimwengu wa leo. Wapo watu ambao hawajui kweli, wapo watu ambao hawajui hata kipindi cha mwisho tunachokiendea. Hawafahamu hata dalili ambazo zimetajwa katika neno la Mungu. Hawajui kwamba Biblia imezungumza mambo yote na kuyaweka wazi. Hili ni giza katika ulimwengu wa leo. Yesu anapokuja, hawa watu watakuwa katika upande gani? Kama sio mimi kuondoka na kuwapelekea habari njema. Kama sio mimi kuondoka na kuwapelekea nuru niliyoibeba ili lile giza ambalo liko ndani yao liondoke na hawa watu wapone na ndipo Yesu anaporudi mara ya pili, hawa nao wawe washindi nao, nao wawe wa watu ambao watakuwa miongoni mwa watu ambao wanampokea wa Yesu, au watampokea Yesu anaporudi mara ya pili. Giza kubwa limefunika katika kabila za wanadamu katika ulimwengu huu. Cha msingi ni mimi kuondoka na kuangaza ile nuru iliyonizukia pale nilipojua habari njema za, za, za Yesu pale nilipompokea Yesu kuwa Bwana na na mwokozi wa maisha yangu, pale tu nilipotendewa muujiza wa kubadilishwa katika maisha yangu ya mwanzo, pale tu nilipojua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu, pale tu nilipo Yesu mwaga damu ili kuokoa na kuifuta dhambi katika ulimwengu huu kwa wale wote wanaomkiri, pale tu ninapojua kwamba ulimwengu huu uliumbwa, pale tu ninapojua kwamba Yesu atakuja kuhukumu pale tu ninapojua kwamba Yesu atarudi tena mara ya pili, pale tu ninapojua kwamba lipo tumaini ng'ambo ya kaburi, pale ninapojua tu kwamba Yesu anaokoa, hii ni nuru imezuka katika maisha yangu. Katika jioni bibi ya leo Biblia inasema hivi, ondoka uangazi. Nitaondoka vipi? Nitaondoka kwa machapisho, nitaondoka kwa vitabu, nitaondoka kwa nguvu zote nikiongozwa na roho wa Mungu, nikiwafikia wale ambao bado hawajamjua Kristo, nikiwafikia wale ambao hawajajua nuru niliyokuwa nayo ndiyo, nikiwafikia wale ambao wako katika giza, nikiwafikia wale ambao wanatoa machozi kwa sababu hawana tumaini, kama kisa nilichokisema kisema cha dada yule, japokuwa alikuwa tajiri, lakini alikata tamaa. Katika nyumba kubwa zenye mageti makubwa, wapo watu wanaokufa ndani kwa sababu wamekosa tumaini tumaini, hawana habari za Kristo. Lakini hata kama wana habari za Yesu, hawajajua jinsi wokovu wa Yesu unavyofanya kazi katika maisha yao. Kazi inayopaswa kuifanya ni kuwapelekea watu habari wa njema. Jana nilizungumza kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha ya Kristo. Jambo kubwa katika maisha yetu, tunapaswa tujifunze neno la Mungu ikiwa sisi wenyewe hatutakuwa wasomaji hatutaweza kuweka ujumbe ndani yetu. Sikiliza, nilisema hivi na nitairudia tena. Mungu ameruhusu kukupa machapisho, Mungu ameruhusu kukupa vitabu vya roho ya unabii, Mungu ameruhusu kukupatia Biblia ili ubebe ujumbe ya moyo wako, akili yako ijazwe na ujumbe wa matumaini, kwa sababu ipo siku vitabu vya roho ya nabii hatutapata wakati wa kuvishika tena. Sasa hili litanifanya niishi maisha marefu, kwa sababu wapo watu ambao wanaweza kupotea, lakini ni mpaka mimi nifike na ule ujumbe ulioko ndani yangu ili wapone. Hivi hao watu wako wapi? Ni lini nitawafikia? Miaka yangu inazidi kuwa mingi mbele, kwa sababu upo ujumbe ndani yangu, upo ujumbe na nimejifungia utayari kwa ajili ya kuwaendea watu walioko gizani. Mungu anasema hivi, ule ujumbe ambao uko ndani yako unapaswa uende kwa mtu fulani ambaye yuko kule Majita, unapaswa uende kwa mtu fulani ambaye yuko kule kule, kule kis, Kisongo Arusha, unapaswa uende, uende mahali fulani kwa mtu fulani ambaye yuko kule Mwanza kule kule Kigoma, ili ukamfikie akapate matumaini. Ule ujumbe ulioko ndani yako unapaswa uende kwa mtu fulani ambaye yuko hapa Dar es Salaam. Unapaswa uende kwa mtu fulani ambaye yuko ndani ya familia yako, unapaswa uende katika nyumba za watu waliokosa matumaini. Kwa hiyo rafiki yangu, kwa sababu ya hilo, Mungu anakuongezea umri wa kuishi, anakuongezea miaka mingi ili ufike, uwafikie wale watu. Lakini hatari ni hii, ninaposoma ujumbe ule nikiwa na roho ya ubinafsi, ya kutotoa ujumbe huu, sina tofauti na Lucifer ambaye alikuwa na ubinafsi. Mungu anachukia roho ya ubinafsi. Anataka tusome wenyewe, lakini pia tuwapatie wengine machapisho, kwa kuwafundisha na kuwaongoza katika kweli ya Kristo. Ule ujumbe ambao uko ndani yangu sipaswi kukaa nao, inapaswa uende kwa watu wengine, uende kwa watu wengine. Ile nuru iliyonizukia inapaswa iwafikie watu wengine, ili ulimwengu, ili dunia ipate ipate kumjua Kristo imjue Kristo. Nyumba nyingi leo zimekosa maadili, familia nyingi leo zinavunjika, ndoa nyingi zinavunjika, vijana wengi wanaingia katika uh, uvutaji wa madawa ya kulevya, ndio wapo wanaokufa katika uchawi, wapo wanao wanaopitia hali ngumu kwa sababu jamii leo haijamjua Kristo. Inashangaza kuona hata ndani ya kanisa doa zinavunjika. Inashangaza kuona hata ndani ya kanisa watu ambao walitegemewa kwamba hawa ni wateule, wanakwenda kutafuta maji ya upako, wanakwenda kutafuta mafuta, wanakwenda kukanyaga mafuta, kwa sababu tu hawajasoma neno la Mungu kwa kina, hawajasoma neno la Mungu kwa kina, hawajamjua Kristo kwa kina. Tutamjuaje Yesu isipokuwa hatusomi Biblia, ikiwa hatusomi vitabu. Rafiki yangu, kitabu nitakachokipeleka katika familia kinaweza kuokoa kijana ambaye huenda alikata tamaa, ambaye huenda alikuwa tayari anaingia katika madawa ya kulevya. Ninaweza kuokoa ndoa ambayo ilikuwa inaenda shimoni. Ninaweza kumwokoa mtu ambaye alikuwa anakufa hajui na hana tumaini la urejeo wa Yesu mara ya pili. Sikiliza, unapokwenda katika hospitali utagundua kwamba wapo watu wanakufa hawajui hata habari za Kristo. Wapo watu hata dakika hii sisi tumekaa hapa wanakufa, lakini hawajui habari za Yesu. Je, ile nuru ambayo imenizukia nimeondoka kuiangaza? Na hata kama nimeiangaza, je, nimeiangaza kweli kweli au kwa uvivu? Je, ni mpaka ni, nikurupushwe na wachungaji? Je, ni mpaka nikurupushwe na wazee wa kanisa? Au imekuwa ni jukumu langu, imekuwa ni sehemu ya maisha yangu, kwenda kuwazushia wengine na, na, na, kuwapelekea wengine habari za Kristo? Sikiliza, katika kupeleka habari njema hakuhitaji mtu a, tuseme kwamba mchungaji yeye atakiwa apeleke kitabu. Hapana, mchungaji namna yoyote hata anayenisikiliza anapaswa kupeleka machapisho, na roho ya nabii inashauri kwamba tutembee na machapisho katika vyombo vyetu vya moto, hata kama ni bodaboda. Una chombo cha moto cha labda gari, bajaji, weka vitabu. Unayekutana naye hujui, kesho yake uenda unakutana na mtu ambaye anakwenda kufungiwa mlango wa rehema. Ungempa lile chapisho, angemwona Yesu, angekufa katika mkono wa Bwana. Katika jioni ya leo ni ku, nikualike tunapokwenda katika maombi, ile nuru uliyoipata hebu na isisinzie. Ile nuru uliyoipata hebu usiifungie, nenda kaangaze, nenda kaangaze. Giza ni kubwa ninaposema haya ninamaanisha yapo mambo mabaya yanayotokea katika ulimwengu leo, ni kwa sababu tu watu hawajui habari za Kristo. Wapo watu wanaoangamia leo, ni kwa sababu tu hawajasikia habari za Yesu. Sikiliza nikwambie, rafiki yangu, juzi alitokea kijana mmoja ambaye alikuja hapa. Huyu kijana akaniambia, ninatamani kwenda kuondoa uhai watu kuanzia leo lakini nimesikia sauti inaniambia nije kanisani nije kanisani nisikie neno la mwisho, kwamba Mungu anasema nini. Lakini akili yangu sasa ninafikiri mambo mawili, ninataka kwenda kunywa sumu au nitokumaa, na nimepanga nikitoka hapa nikafanye hivyo, kwa sababu niko katika hali mbaya wazazi wangu wamenitupa, ndugu zangu wamenitupa, sina pa kukimbilia, lakini sina tumaini. Mke wangu wamenitupa, niko peke yangu, sina tumaini. Na huyu kijana akanipa stori kwamba yeye alizaliwa na mi Mwadventista msabato, wazazi wake ni Wadventista, lakini nasema sijawahi kwenda kanisani, ni kipindi kirefu sana, na nasema sina tena tumaini kwa sababu hata kanisani kwenyewe sikuwa makini kujifunza. Nikamtazama nika, nika yule kijana wakati ananieleza yale mambo, ya mimi nikawa ninaomba, kwa sababu alikuwa anapitia jambo gumu mimi kama mwanadamu nisingeweza kulielewa, lakini ikiwa kama unatambua hali ya mtu ambaye yuko katika uvuli wa kukata bonde la uvuli wa mauti, nikamwomba Mungu nikamwambia Ninaomba unipe neno litakalo ipa tumaini. Nikaomba naye akanieleza kwa kina mambo anayopitia, lakini habari njema ni hii: wakati tulipofunua kurasa nyepesi za Biblia wakati tuliposoma karatasi nyepesi, tuliposoma maneno yenye tumaini, kijana yule akapata tumaini kijana yule, akapona. Mpaka sasa ninapokuambia, yupo na amejitoa kwa ajili ya ubatizo, na anakuja na mke wake kanisani. Ni watu ambao walipitia changamoto. Mke wake naye nilimsikiliza, alikuwa katika hali ngumu. Vitabu vina nguvu, lakini giza limefunika katika ulimwengu watu kama hao watapata nguvu watakapopokea habari njema ya tumaini. Watu kama hao watapata nguvu, watashinda watakapomjua Kristo. Tutamjua vipi Yesu? Lazima tusome machapisho, lazima tuwe na muda wa kusoma neno la Mungu, lakini tuwapelekee wengine habari njema. Bwana abariki neno lake, Bwana atutie nguvu tunapokwenda kutafakari hili katika jioni. Basi Tukiwa tumekaa wimbo namba 135 beti la kwanza na beti la mwisho, alafu tutakwenda kuomba. Kila mmoja atapiga magoti, ataongea na Mungu, ataongea na Mungu namna ambavyo anaona kasoro katika maisha yake alipopokea nuru. Je, hii nuru ameitoa wa kwa watu? Tafakari mwenendo wako, mwambie Yesu akusaidie ili uwe nuru kwa watu wengine. Wimbo namba 165. 5 saeri ya maombi sasa kwako fupi tutakuwa tumefika mwisho katika jioni leo. Kumbuka kuombea kazi ya uinjilisti ulimwenguni kote, ombea wainjilisti wa vitabu ambao wanakwenda sehemu nyingine ngumu, wanajitoa sehemu nyingine zina mabomu, zina vita, lakini wanakwenda kwa ajili ya kusambaza vitabu. Tuwaombee hawa, Mungu awe mlinzi wao naendelee kuwapatia nguvu ya kuingia na kwenda kusambaza machapisho. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa juu mbinguni, ni saa nzuri ambayo tunakuja mbele zako tena katika jioni leo. Tumesikia neno lako na mashauri kutoka kwa mjumbe wako. Baba, tunashukuru kwa jioni ya leo kwa sababu umekubali, umekubali tusikie neno lako umekubali tuwe na mianzo mipya katika kazi yako Baba. Pokea sifa na utukufu. Sasa katika jioni ya leo, ninaomba kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao wamehudhuria wame katika ibada hii, wapatie nguvu ya Roho Mtakatifu, wapatie ujazo wa Roho Mtakatifu ili ile nuru ambayo waliipokea pale walipokuamini wakaiangaze kwa mataifa, lakini wakaone kuna haja ya kununua machapisho kwa ajili ya kupeleka kwa watu wengine. Tupate muda wa kusoma machapisho na familia zetu, tupate muda wa kusoma machapisho kama kanisa na ndugu zetu, ili tukakufahamu vizuri Yesu, ili tunapopitia katika kipindi hiki cha mwisho, mitego ya movu inapokuja, mambo yanayotokea sisi ambao tumesoma tukaelewe alama za nyakati, ili tukawaambie wengine habari njema, nao wakaandaliwe kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Tunapoondoka, tunaomba utembee nasi. Wanawake na wanaume na watoto waliokuja hapa, ninawaombea baraka katika jioni ya leo, kwa kuja kwao tu hapa na kusikia neno lako. Vijana wa kiume na wa kike, ninawaombea baraka ya uponyaji. Nenda kafanye kitu katika afya zao, wanaoumwa migongo, wanaoumwa viuno, wanaoumwa miguu, wanaoumwa matumbo, presha, wanaoumwa magonjwa ya kila aina, stresi. Yesu, ninawaleta mbele zako, ninawasongeza mbele zako, nenda kawaguse kwa mkono wako wa utabibu, wewe uliye tabibu mkuu. Na wanapotoka hapa, wakaseme hakika, katika jioni ya leo tumekutana na mkono wa Bwana, naam wanapotembea wakatembee, na amani ya Bwana, wakapate, wakapokee baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini amen. Bwana awe pamoja nasi, niwatakie jioni njema, niwakaribishe tena kesho katika